Katika taarifa nyingine mtazamaji, polisi wanamzuilia bwana mmoja huko Eldama Ravine kwa kushukiwa kuhusika na mauaji ya mke wake. Mshukiwa huyo kwa jina la Willies Kong'a alionekana na mkewe mara ya mwisho katika gari lake kabla ya mwili wake ama mwili wa mke wake kupatikana umetupwa. Victor Ogale na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Nakuru. Ni jamaa za mwenda zake Florence Korir nyumbani kwao mjini Mogotio wakiandaa chakula ambacho kitaliwa na uombolezaji. Maiti ya Florence ilipatikana imetupwa kando ya barabara kuu ya Nakuru Eldama Ravine ikiwa na majeraha ya kupigwa na kifaa butu kichwani. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa marehemu na mumewe Willies Kong'a walikuwa wakisafiri kwa gari la mumewe wakielekea Ravine kabla ya mwili huo kupatikana. Baada ya tukio hilo, mumewe alikimbia katika kituo cha polisi na kusema kuwa mkewe alipata ajali. Polisi walipotuona ya kwamba tumeingia wakachukua huyo mtu akaweka sell, lakini alikuwa nje. So wakati tulikuja tukauliza police, uh, ile mtu wa crime akatuambia, tukauliza gari iko wapi, akatuambia iko nyuma huko. Uh, kwenda kuangalia gari nikakuta imesafishwa, nikakuja kuuliza police, kwa nini hii gari imesafishwa, akasemekana hii gari tulikuwa mwenye kuripoti alisema ni accident, na vile alikuwa ameandika ni accident, anasema huyu msichana aliruka kwa gari. Katika ndoa yao ya miaka saba walikuwa na watoto wawili. Familia ya Florence aliyekuwa akifanya kazi na kampuni moja ya bima mjini Eldama Ravine inasema kuwa kulikuwa na mzozo wa kinyumbani. Huyu msichana anapambananga sana Eh, alienda kwanza akapungua kiba. alikuwa nafanyanga kibarua kwanza kabla chafungua business syake. Sasa wakati alianza kufanya kasi yake, sasa akaanza kasi yake, mara anafungua kasingine kwa ngine, ni kama alionea apa wifu sababu, mpaka saahi msichana amenunua shamba apa poror na amechenga nyumba, naye mwenyewe ndiye alikuwa anachenga eh. Sasa tena amenunua gari mbili, ilikuwa tatu. Sasa iko siku hiyo jamaa alilemewa kwa isi Malons, akausia gari moja ndio akamalisia elon. OCPD wa Ravine Bernard Kibe alidokezea KTN kuwa jamaa huyo amezuiliwa kama mhusika mkuu katika mauaji hayo hasa baada ya taarifa zake kutofautiana. Willis atafikishwa mahakamani Jumanne asubuhi. Victor Gale, KTN News Eldama Ravine Kaunti ya Baringo.